Nasema wao wanamfanyia usanii Mwenyezi Mungu, sisi tuna muamini Mwenyezi Mungu. tunaweza kuwa tuna mapungufu yetu, na binadamu sote tuna mapungufu na udhaifu, lakini hatumfanyii usanii Mwenyezi Mungu. Wao kumekuwa na maigizo ya dua. kwa nini naita maigizo ya dua? Maajua watakuwa wakali sana katika hili, na yaita maigizo kwa sababu Mungu gani huyo unayemuomba dua akufanikishe kwenda kufanya dhulma? Mungu wetu sisi wa Kiislamu, moja katika majina yake matukufu ni Alhaq, na tunakumbushwa kila siku kwamba Mwenyezi Mungu kajiharamishia dhulma hata kwa waja wake aliyoumba mwenyewe. Nyiye leo mnapanga dhulma Halafu mnaitana na majuba makubwa makubwa kwenda kumzihaki Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hadhihakiwi. Lakini sitoshi, huku mnafanya dua. Nikwambieni, nikwambieni, wamekwenda Bagamoyo kufanya shirki. Wamekwenda Bagamoyo bwana na alowapeleka anayetokea Bagamoyo katika wakubwa upande wa pili kule mnamjua nyewe nyewe. Sasa nyinyi nyinyi, mnamchezea mwenyezi Mungu, mtamuona mwenyezi Mungu tarehe 29 insha Allah. Mwenyezi Mungu hafanyiwi hizi haki, ndugu zangu, nimesema sisi wetu ni mwenyezi Mungu. Sisi tumeshamaliza kampeni, na ingelikuwa si kwamba tunajua na ninyi mnafurahi tu kuja katika mikutano, au sio kweli? So, tungesema tufunge mikutano, inatosha. Lakini tunakutana kufurahi kwa pamoja. Ndugu zangu, tumefanya mikutano ambayo ameieleza hapa Mheshimiwa Omar Alsheh na mgombea wetu kafanya kampeni ya kisayansi kunadi ilani ya uchaguzi ya ACT Wazalendo. Mmeiona, muulizeni bwa mdogo anayo ilani ya uchaguzi. Hii ilani yetu imeandikwa ilani ya ACT Wazalendo Zanzibar 2025 Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili. Hii ni ilani mahsusi ya chama cha ACT Wazalendo kwa ajili ya Zanzibar iko ilani kama hii kwa ajili ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano na mambo yanayohusu badhi. Mwambieni bwa mdogo na nampa challenge atoke na kitabu cha ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya Zanzibar. Haya, mnajua kwa nini hana? Kwa sababu chini ya sera za CCM Zanzibar si nchi, ndio maana wao wana ilani moja inayotengenezwa kwenye makao makuu yao kanakopokea amri, ndani yake kuna kurasa chache inaitwa mazingatio ya ilani kuhusu Zanzibar. Hawana ilani ya Zanzibar. Na kama mwanamume atoke hadharani aje anyanyue kitabu kama alichokinyanyua mimi hapa. Lakini <laughs> ndugu zangu, aliyoyaeleza rais wetu Osman Masud Osman kwa hakika bado ni machache sana ukilinganisha na aliyomo kwenye kurasa hizi. Ilani hii ina jumla ya kurasa mia moja kamili. Na nimekuambia sisi tumeshamaliza kampeni leo, ndio maana nimepanda na miwani hapa. Leo nataka kwa uchache tu sijui kufanya kazi ya kuuza ilani. Mjue kwamba rais wetu ana programu kamili itakayomuongoza mara tu akeshaapishwa kuviongoza visiwa vyetu inshallah. Yaliyomo kwenye ilani hii, la kwanza mamlaka ya Zanzibar na utawala ndani yake humo zinazungumzwa inazungu, sera za ACT Wazalendo kuhusu hadhi ya Zanzibar na masuala ya muungano. La pili, mahusiano ya kikanda na kimataifa yanayohusu Zanzibar. La tatu, mfumo wa sheria na utoaji wa haki. La nne serikali za mitaa na ushiriki wa wananchi, la tano ulinzi na usalama wa raia. Hayo yote yako chini ya fungu la mamlaka ya Zanzibar na utawala. Fungu la pili linazungumzia utangamano wa kijamii na utamaduni, na ndani yake kunazungumziwa sera za ACT Wazalendo yepi atayafanya rais wetu na serikali yake kwenye eneo la umoja wa wakita kitaifa na mshikamano wa kijamii, na eneo la pili, utamaduni maadili, sanaa na michezo. Hatujaacha kitu. Fungu la tatu linazungumzia utawala wa sheria, na hapo tunazungumzia sera za ACT Wazalendo zitazokwenda kutekelezwa na Rais Osman Masud kuhusu mfumo wa rushwa na ufisadi, kuhusu utendaji na maslahi ya watumishi wa umma. Na hapo mnajua ndo kuna nini hapo, hapo ndo kumeandikwa, sio porojo. Vipi Rais Osman Masud anakwenda kulipa kima cha chini cha shilingi milioni moja inshallah. Na eneo jingine mahsusi baada ya kuona ufisadi uliokithiri kwenye manunuzi ya umma. Tunazungumzia sera za ACT Wazalendo chini ya serikali ya Rais Osman Masud kuhusu manunuzi ya umma. Eneo la nne au fungu la nne linazungumzia jamii na uchumi shirikishi, na hapo kuna sera za ACT Wazalendo zinazokwenda kutekelezwa na Rais Osman Masud, inshallah kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, sera kuhusu vijana, wanawake, watoto na makundi maalum; pili, elimu na stadi za ufundi; tatu, afya; nne, huduma za maji; tano, uchumi na uwekezaji Sita, fedha, mipango, mikopo na mitaji. Saba, biashara na maendeleo ya viwanda. Nane, ajira na uwezeshaji kiuchumi. Tisa, ardhi. Kumi, kilimo na mifugo. Kumi na moja, maalum kuhusu Pemba, hiyo zao la karafuu kumi na mbili. hifadhi ya jamii. Hizi walizowadanganyia wazee wetu, vipi ACT wazalendo inakwenda kuzobadilisha chini ya Rais Othman Masud? Kumi na tatu. Hili funguli limenona limeshiba, maafa, huduma za hali ya hewa na misaada ya dharura. Fungu langapi hilo?